Asante mpendo wa mtazamaji wa S11 Television, tunakukaribisha kuweza kufata kipindi chetu cha jicho la uchambuzi kitakacholetwa kwako, nami DJ Stanislas Mwarabu Mbea ndiye mtangazaji wako kwa siku ya leo. Anza nami maliza nami, gundua mengi zaidi ndani ya video hii. Asante. Jicho la uchambuzi ni kipindi ambacho kinaletwa kwako kwa ajili ya kuweza kupekua, kwa ajili ya kuweza kugundua madhaifu gani ambayo yanapatikana ndani ya video fulani ya mwanamuziki, na makosa ambayo director aliweza kuyaonyesha ndani ya video hiyo. Bibi mimi naitwa Stanislas Moro wa bombea. Anza nami maliza nami barabara kabisa, mpendo wa mtazamaji eh, kilichoambiwa tayari kipo mezani. Mwanamuziki Youngson tayari ngoma yake ya sitaki shobo au Sishoboki tayari imesha koewani na hivi, baadhi yenu mmeshaiona na wengine bado hawajaiona. Na katika kipindi chetu hiki cha Jicho la Uchambuzi, tunawaletea yale makosa ambayo tuliyoiona upande wa video, makosa ambayo director alitupiga Makosa ambayo director kututendea haki ni ile ambayo nimeleta kwako, kwa nawe uweze kuitazama. Na kabla sijaendelea na kuomba, basi ninakupa fursa uende kuangalia hata kipande cha muziki, kipande cha video, ili uweze kuangalia matata ya Youngson ndani ya Sishoboki. Anakata anakata pipi huyo huyo, vitumbo hataki huyo, anakata pipi huyo

kabisa mpendwa mtazamaji, nadhani wanatoka kuona video ambayo ndugu yetu aliweza kutu, kutuandalia na ukitaka kuona video nzima, hebu nakuomba uweze kutafuta uh, channel YouTube yake ndugu yetu Youngson ambayo uh, inaandikwa hivyo hivyo Youngson. Ni hapo utakuwa unakuta baadhi ya video za kwake lakini hii ya leo inaitwa Sishoboki chini ya uongozi chini ya director Jibril, ambaye ni yeye alisimamia mchongo mzima kwa kuandaa video yote hii. Salute kwako, ongera sana. Unyama ni mwingi, tumeona ndani ya video hii, na uh, idea yako ilikuwa nzuri kabisa, ndugu yangu. Ebana, nadhani hata na wewe mtazamaji unaona kwamba ndugu yetu ana kitu ndani, yaani akikomaa akienda atakuwa direkta mkubwa sana, big up sana ebana. Lakini katika jicho letu la uchambuzi, kuna madhaifu fulani ambayo mimi binafsi niliweza kuyaona, na madhaifu ya kwanza ni kwenye sehemu moja hivi ambayo niliona ndege ikiruka, avion ikiruka. Ebana, cha kushangaza ndege hiyo iliyoruka, ndege ilikuwa juu, kisha ghafla ndege inakuja kugusa dari. Hapo tulipigwa ebwana. Jibril, katika video nyingine, ebu mwangalifu, unapotengeneza vitu vyako, wewe una control, nakaangalia ni sehemu gani utaweka hichi na hichi, usikiweke Angalia ndege hii hapa mm, ndege inaacha hewa inakuja ukamata nyumba. Chahajabu, nyumba haijauzurika, nyumba haijaripuka, nyumba haijafanyishwa kitu chochote kile. Ebana, katika hii sehemu, katika hiki kipande, ndugu yangu ulitupiga, lakini idea yako ilikuwa nzuri sana sana sana, lakini tu kosa hii hapa, ah, unaharibu mchongo wote nikaa nikasema kwamba ni heri haungeiweka hiyo ndege ndani. Ingebakia tu uh, kungebakia tu madensa pamoja na ndugu yetu uh, Youngson. Lakini ulivyotia ndege kwako, kwa ilikuwa idea nzuri sana, na kwetu ilituvutia, lakini hii hali ndugu yangu, hapana. Hiyo ni kosa ambayo mimi niliona katika jicho langu la la uchambuzi, nikiingia na Uh, kwenye pause nitakwambia, utizame vizuri hapa, angalie vizuri hapa. Unaona ndugu yangu, sijui wakasema kwamba oh sijui DJ Stani kaparaza paraza tu, hapana, hii hapa okay. Msikilizaji mtazamaji, mtazamaji, na kosa nyingine ni hii hapa, hawa madensa walicheza kama vile wafundi garage na mafundi gereji tunajua garage, kuna kunapatikana mafunguo kufungua ya kufungua mananili ma, ma, mavisi ya yeah. Lakini cha kushangaza kwenye gereji huku tukiona na magari ipo nyuma, kukaja kutokea mtu na msomeno mutu na s si. Ah, ebana hapa tulikuwa kwenye mafundi seremala wa wamenise Tuwapie, tuko garage. Director, kwa nini urusu upuzi eh? menuisier ana ana, ana, ana, ana kuja kujaje eh? kwenye mustari wa mafundi garage. Na nikiangalia vizuri, hata kwa kutizama tu idea yako, idea yako ilikuwa ni wao wawe kama vile mafundi garage, lakini hii si inatoka wapi e bwana? wametupiga ala portion. Katika video zingine, hii kosa sije katokea na si kwa Jibril tu, hata madirekta wengine wale, hii kitu iwe somo kwenu isije katokea. Maana sisi jicho la uchambuzi tutachambua na tutatafuta kosa ndani ya video yako, wewe dairekta. Unaelewa ndugu yangu? Sawa, hii ni jicho la uchambuzi ambayo iliyogundua haya madhaifu kwako, Mr Jibril, na kwa madirekta wengine lakini usichoke kwamba oh, tunaanza kuangaliwa sana. Hapana, hivi tunaanza kuangalia na kufuatilia kazi zenu. Nadhani sisi ni kama vile wahalimu upande mwingine, tunataka nyinyi muweze kuboresha kazi bana. Kazi zenu zinaenda mbali sana, tunataka watu wajue eh, na watambue kwamba moba kunapatikana eh, direkta Jibril ambaye anajitambua, ambaye anayefanya kazi yake vizuri na nyinyi we, nyinyi wasanii dr enanili director Jibril yuko pale kwa ajili yenu, hebu nendeni mshuti kwake, ili muweze kufanya kazi yake iweze kupanda zaidi, kwa sababu ukikaa bila kwenda kushuti video kwake atabakia kuwa mdogo hivyo hivyo, lakini nyinyi wasanii mkienda kwa mr Jibril atakuwa anapanda zaidi, hata na kutafutaji wake, utafutaji wake utakuwa mwingi zaidi, research itakuwa ya juu sana, kwa ajili ya kuweza kuboresha kazi ya sanaa ya nyumbani. Asante. Mimi naitwa DJ Stanislas ndiye niliye kuandalia makala haya machambuzi haya ya jicho la uchambuzi. Asante, usichoke kusubscribe, kusubscribe, usichoke kulike pia na kucomment. Eti na wewe ndani ya video hii Uliona tatizo gani? Uliona kosa gani? Andika kwenye comment hapo chini. Ebana wewe, hey, DJ Stanislas, ebana e bana, hey, Jicho la Uchambuzi, kosa nililoliona na mimi ni hili ni hili ni hili ni hili, utakuwa unanifurahisha sana na utakuwa unaonyesha sapoti kwenye kipindi chetu. Asante, asante kwa sababu umeonyesha uwepo wako. Asante kwa sababu ya kuanza nami mwanzo Asante kwa kwanza na kumaliza pamoja nami katika video yetu ya leo. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu zingine, usikose ku like, ku comment, ku subscribe pia na ku eme. Na kama kuna mazaifu fulani ambayo nao uliona ndani ya video hii, usisahau kuandika pale kwenye comments. Asante. naitwa DJ Stanislas, kipenzi cha watu wengi. Asante.